Wakombozi wanageuka wamwizi tena, ziko zinakia na shoferi umoya tu, shoferi tu yepeki anakia tena kupakia nam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Hiki ni kituo cha habari Reality Mambo TV. Kituo ambacho kinakujia kwa sababu ya kukupasha habari na wewe kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Lakini kwako kujua ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, wilayani Afrika. Umekaribishwa katika kipindi hiki, na hivyo ikiwa katika hali ya kukupasha jinsi mashariki mwa Kongo mnavyoweza kuendelea, na hivyo tu upate kufaidia mengi lakini pia kwa kuweza kujiunga kwenye channel hii ukiwa wewe ni wa mpya au hujawahi kujiunga kabisa, ili kwamba upate kufaidia mengi, na hivo kuweza hata kuwatumia watu wengine na waweze kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ni kwangu mimi kukupasha na wewe kunifuatilia ya kwamba nikupashe hali ya usalama mashariki mwake DRC, hususani zaidi katika Kivu ya Kusini na mara moja nisichukue muda wangu lakini niweze tu kabisa kukupasha mapema ili ya kwamba upate kujujuza kwa mengi ambayo yanazidi kuendelea. Nianzie ikiwa katika Kivu ya Kusini, mashariki mwake DRC kwenye milima mirefu ya tarafa la Mwenga. Huko niweze basi kujibonyeza mara moja katika maeneo ya Tuwe Tuwe na uko Point Zero, katika siku hizi mbili zipitazo kumeweza kuripotiwa mapambano makali kati ya waasi wa AFC M23 na twiguaneo kupambana dhidi ya wazalendo na jeshi la FARDC. Lakini mapambano hayo yaliendelea kuwa makali kuanzia hizo siku mbili ambazo zimeweza kupita, na hivyo kuweza kabisa kuonekana hali ambayo imeleta wasiwasi katika maeneo mengine, hususani zaidi ikiwa maeneo ya kijiji cha mlima na maeneo mengine tofauti kando kando mwake. Ni baada ya hayo ya kwamba mtu mmoja aliyeweza kuonyesha chochoro waasi hao wa AFC/M23 Twirwaneho, na hivyo kuweza kulifanya jambo hilo kuwa tata sana, lakini ngambo yao wazalendo wakiweza kabisa kushika milki, lakini kutokana na kundi lake Bolingo Olivier, mtetezi wa pili wa kundi la wazalendo la FPDC limeweza kuthibitisha na kuonyesha hali ambayo iliweza kupitikana huko kwenye milima mirefu ya Point Zero na kuweza kabisa kuonyesha hali ambayo iliweza kupitikana. Lakini kabla hayo, ujue kwamba katika maeneo ya Point Zero inakuwa kama vile fundo au masanganjia ya kuweza kuwafanya waasi kuweza kupita kabisa na kufika Fizi na maeneo mengine, na hata hivyo katika mji wa Baraka Kwake kundi hiyo ya FPDC ya mzee mtetezi wa pili Bolingo Olivier likiweza kuthibitisha mapambano hayo ambayo yameweza kujiri katika siku hizi mbili, na kuonyesha kwamba wakati waasi hao waliweza kushika katika maeneo hayo hawakukubali kabisa mkuu huyo Bolingo Olivier ya kwamba wapate kushika maeneo hayo, kwa maana ni maeneo ambayo wanaweza kabisa wakapata urahisi na mwanya katika hali ya kuweza kupenyeza na kufika katika mlima wa Fizi na hata katika mji wa Baraka. Kwa mujibu wa kundi hilo ikiweza kuonyesha adui alikuwa katika maeneo yale, lakini baadaye akaweza kufurundushwa kabisa na kuweza kusukumwa katika maeneo ya Tuwe Tuwe. Hapa ni Force ya FPDCML Force de patriote pour la defense du de Congo inayoongozwa naye Lieutenant General mtetezi Debolingo Olivier. tunataka kuambia wakongomani wote ambao wapo mulitorali yote ya Lake Tanganyika ambao wapo mwae plateau na o plateau, watulize mioyo vita. Eh, asubuhi tulipoteza bataille, ila tukupoteza vita. Ni kweli adui alikuja akapiga pale point zero toka jana kufika mida asubuhi, adui akakontrole point zero, ila vikosi vya FPDC ML, Force des Patriotes pour la défense du Congo, baada kuona adui anasogelea ntambala ambapo ni wananchi wetu wengi wapo pale na wengi ambao walikuwa wamesha kuwa na roza juu juu na Mtambala mjuu sasa hivi ndio inaulinda mji wa Baraka, kwa sababu mji wa Baraka adui yupo juu hapa tu, ambapo ni au plateau, na tukimwachia adui apate kukontrole Mtambala ina maana ni kama vile tunamwachia adui aingie Baraka. Ndio maana kiongozi eh, Lieutenant General bo, mtetezi debo lingolivier alisema aatowacha adui aingie pale, na mara moja akapana oda na kuingia kwenye shamba la vita na vikosi vyote vya FPDC. Na sasa hivi ni saa mbili za usiku, tunakuja kuambia wakongomani kwamba mji wa, au kijiji cha Point Zero sasa hivi kipo mikono ya wazalendo, na wananchi wote wawe na amani na bado tunaendelea kusonga mbele na mapambano tulipambana pale, na sasa hivi adui tulimrudisha tena ngambo za tuwe tuwe, ndio kwenye tulimsha adui. Kwa hiyo iyo, iyo ndo message ndogo ambayo tuzambia wakongomani wote wawe na mioyo ambayo ina amani, bado watoto wao hapo kwenye shamba la vita, maombi yenu inahitajika, na umoja, amani na upendo ndio inahitajika ndani ya hivi vita. Bila upendo hatuwezi kuzidi vita, bila upendo hatuwezi kusonga mbele na tuwache mambo ya chokochoko, hapana -choko tupendane na tushikane mkono mkongomani yoyote yule, tutakwenda kuzidi hivi vita. Asante sana, ni kwa niaba ya FPDCML na mara moja ni kupashe tarafani Uvira, ni hususan zaidi katika mji wa Uvira ambako waasi wa FCM 23 wameweza kabisa kushika katika maeneo hayo na kuyadhibiti kuwa chini ya milki yao, lakini ikiweza kuripotiwa na lalamiko kuwa nyingi ya kwamba katika maeneo hayo wahasi wa FCM 23 wameweza kuonekana kuiba vitu vingi na hivyo kuweza kuumiza mioyo ya wakahaji walio hapo na hususani zaidi wale ambao waliweza kuibiwa na kuweza kabisa kurudi nyuma katika hali ya uchumi. Hali hiyo imeumiza sana na kuweza kuonyesha hali ambayo imeweza kuleta wasiwasi tena mkubwa katika maeneo hayo na kutukujua kujua lengo madhubuti ya wahasi hao wa FCM23 ambao wanaweza kuungwa mkono na Rwanda. Kurupotiwa kwa wizi huo katika maeneo ya Uvira imeweza kuonyesha vitu hivyo kabisa vimeweza kuenda katika nchi jirani iliyo Rwanda na pembezoni kabisa ya DRC. Kwao wakuu wa jimbo la Kivu ya Kusini wameweza kabisa kulionyesha wazi jambo ambalo limeweza kuumiza kwa kuiba vitu vilivyo vili hapo katika maeneo ya Uvira katika mji huo na hao wakuu wa jimbo waliweza kabisa kuthibitisha na kuonyesha wazi ya kwamba vitu ambavyo viliweza kuibiwa katika mji huo wa Uvira, ikiwa gari 49 gari kubwa za aina ya wowo, gari kubwa za Benben zikiwa 113, wakiweza kuthibitisha na kuonyesha pia gari kubwa ambazo ziko takriban 34 ambazo ni za aina za wowo zikiripotiwa pia na wakuu wa jimbo ya kwamba zilikuwa zinaiba lami katika lugha ya Kimombo wanasema gudro, na ikiripotiwa pia bajaji zisizo na hesabu ziliweza pia kuibiwa katika mji wa Uvira, na hivyo wakiweza kuonekana pia kuiba na mambo mengine katika duka na mifugo ambayo ni mifugo mikubwa na mifugo midogo. Katika mifugo mikubwa kumeweza kuripotiwa ngombe na zikiweza kabisa kuelekezwa katika maeneo ya Bwegera. Mashariki mwa DRC imeonekana kuwa shamba ya mapambano, na wengine kuweza kuomba, hususani zaidi wale ambao walikuwa wanazo mali nyingi na kuweza kabisa kuonekana wenye kurudi nyuma, hali isiyopendeza na hali ambayo inaonyesha kabisa kuhuma mioyo ya wakaaji katika mashariki mwake DRC, lakini kutokana na vyanzo vya habari vimeweza kuthibitisha namna moja au nyingine, na hivyo kuweza kuonyesha video katika mambo ambayo yanazidi kuibiwa

haijalishi kuweza kuripotiwa kwa wizi wa M23 katika mambo ambayo yalimeweza kupatikana katika mji wa Uvira, lakini tena gari hizo zikionekana kurudi kwa chanzo ya kwamba wapate kuja kuchukua mambo mengine ambayo yanabaki. Lakini katika mida ya asubuhi ikiweza kabisa kuripotiwa na kuonyesha ya kwamba wamama au watu ambao walikuwa wanaenda kwenye mashamba yao waliweza kurudi kutokana na wingi wa askari ambao wamepatikana katika maeneo ya Kalundu. Hali hiyo imeleta wasiwasi na kuwafanya wale ambao wanaenda mashambani kuweza kurudi ili ya kwamba wapate kujikinga na hali ambayo inazidi kuendelea wasiwasi wasiwasi na kujiazari na hali yote ile ambayo inaweza kuwa mbaya pakutoka kushamba wamwa wanarudiarudia rudia, ku mkujeru mule yulu ya yaporo munayala basoda bengi sana njo vatu valiogopa. njo njoo kalundi kuku wasiwasi kalundi kuku wasiwasi wasi kuku kimia kabisa wakwenda kumashamba wamao vasharudia na vavivia mkubwa ako waliendelelea kama wakujua juu valikuwa wanalamkia. Hiyo njoo habari sasa, atujui vasoda wanatoka wapi kama ni wale wenye walikuwa Kigongo njo walisogea huko mporo, aiza walikuwa kubilima njo walishuka, aiza nini, kama walileta bangine walimwanga, njo watu biko wasu hivyo mshangao ni mkubwa kuona waasi wa FCM 23 kuanza iba vitu ambavyo wakaaji wanakuwa wako navyo, na hivyo kuweza kuonyesha ya kwamba katika nchi ya Rwanda ndiko ambako mambo yote yanaweza kwenda na kuripotiwa zaidi ya kwamba wameweza kuiba hata beskeli na mambo mengine madogo madogo, wamama yetu wababa yetu wenye wako Uvira na sisi wenye kupatikana mahali pa Fizi, natosha jambo kwa raia yote ya Fizi enye kuteseka kama vile uh, wanakuwa Kongo sio yao e. Pia na raia Uvira yenye kuteseka kusumbuka, leo wanakuwa kama vile wanakuwa wageni mwinchi yao. Na pole sana kwa watu tena wenye wako ndani ya kambi, mwendelele, tunatia moyo, najua kwamba tuko pamoja. Ee, mimi si kwaki mtu wa kusemasema maneno mingi vevote vananiua, wa si kwaki mutu wa kwenda huku nakunakuaka professionalism yangu na kwa kutumika chini kwa chini, alakini kwa hiyo wakati cht, ni uzuni tunaona kuona venye viko nafanyika mu Kongo, ni vitu venye viafanyika kama munchi zote za dunia nitaweza sema Congo, vrema binapitisha kitu kwanza, kinitasema ni hiki nitenda kwa vijana wenye wako nasema wanakamata mamegafone wanaenda kutia makaliko wanaenda sijui o oh, sisi tunakuwa na wagombozi. Awa njo watatuletea makazi, awa njo wanakuwa wasujaa, awa njo wenye wanawapenda awa, mtaona vitu vinabadilika, sijui nini. Kote kwenye wako na pita, njosi loga yao ya kudanganya watu, wandugu Tutazame leo ao wagombozi wenye wako ndani na pepa na gravie mchanga wanapie. <laughs> Wandugu, manake nacheka, ushakaona cheko ya kifufu njoi, yenye nacheka ni uzuni sana kwa wafanya siasa. Je suis en train de répéter

rebelio ya varebele vakapie na mchanga papa papa, na unakutanisha na vanaume vazima vako navala makoti vaviana vee, ba valisoma vanavala ba makoti bako, nenda nyuma ya ile vuchafu, nyuma ya ile mavi, ni huzuni sana ile ni uzuni sana leo, tulitafuta pata barabara tuko tushapata barabara ya mzuri Uvira na kizani kama hivi, ka barabara shafika Kalundu na frontiere yote barabara nikweshaisha, lakini ava vabwana kukuya banakuya haribu kila kitu, alafu leo bana na gudro banapie yote, mabajaji banapie yavaviana valikwanashinda kwa kwajiri kukosa kazi. Leo valikwanajiri okipe na ile mabajaji mamoto, bayote banenda na pie, vanapie na matasi velo tasi ve, yani velo velo, ndugu yangu e, e, e, e, e, e, e, e, e. siaonakavamwizi sava mdug kwa kweli, kama kuko bamwizi Banyarwanda ni baprofesionele mba mwizi, na ile nchi yao inafanana tu, ni batu banaishi kwa wizi na kuiba. Sasa wapolitisie wetu sa uyo nanga

ewo njo wanakualeta amani ewo njo wanakualeta development mwinchi wangikuyongezia. Sasa tuone venye sasa ivo vanaleta sasa vya ajabu, kusudi tuone sasa matata yao development bile vye vilikuwa ni balisema kama ni vya bure kiseketi ajui, evo njo vanakuaonesha kazi sasa tena, bule mwenye kiseketi mwenye alikuwa nabo tena banenda na pie banenda na iba kukoropa na wese banabalisabu kubeba na mayiwe ya mwese wanduku siao, nakaba mwizi saba sava mudunia ivi kabisa, ivi kabisa, na jeshi yetu ya FARDC benye bako nachia haba batu, njia bapite

inaleta aibu sana. Mi niko nasema wazalendo wa ndugu, ni wakati ya kuonesha usujaa wenu, ni wakati ya kuonesha usujaa wenu ya kotumba. Jenerale jenerale, Jenerale Makanakingoma nzito ha, Jenerale Rene Itongwa kusuja wenu itakuwa ni mwenjo, mulikamata Uvira, mulikamata Fizi pito, mulikamata Uvira, mulikamata Bukavu, mulikamata Goma, mwenjo mulingia mulikamata abana, o majishi aoni ikuye ikale pale Kishasa, mwe ba ba njo mwe muingie, bitaleta aibu ha? ni vitu ya aibu sana, ni vitu vinachukiza watu kuona tuko na basuja. Kuona leo tuko, leo banaenda bako ndana, beba magudro na mali ya nchi ko na porwa yote, na tuko na basoda muinchi banduku ha? na kuko basoda benye bako na waza kubafungulia njia seme njo bakombozi eba. Mimi sielewe hivi vitu paske ya quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre ase mutu mwenye kona na akili na busara, weye ukwe na jiunga na adui, umupenjia nakopa bufranka kwa jili akuye haribu inchi yako ha? Wewe baba wa nyumba, wewe mtoto wa nyumba, kona leta adui nje, akuye pie mali ya mwako munyumba Awe bibi yako, awe batoto na bebe chumba yako, na chumba vageni, na chumba nye woko na laleko. Aibebe, kisha ona jiita kama uko na akili. Ha? Na vale batu munenda na batia nyuma. Muko nenda na babeba, aseme mkamate franka vale njoba kombozi wa nakia tungomboa. Mwebako basoda kabisa, muko naona ibibe bikona pitikana. Kisha mwende ikala nyuma ya vale batu. Bevako nakia kata inchi vaveve inchenu mweye vasoda, muko ndana navashindikiza kusudi muvapatie inchi yenye memulilapya. Mutakufa kwa jili ya eyo, mutakufa kwa kuchunga raia na mali yake. Sasa imagudronyekoeda nakwapie mabajaji ya raia mabitu yote kona. Mwe muko wapi? Oh, oh, wandugu no no no no

sase grave sase tre grave. Grave hiyo audio muitambaze fasi yote, ndio nayua wengi hawapendaki kweli, wengi wanakuwa wadui ya, ya, ya kweli sisi tunasema kweli na kweli itapita mumoto. Kama ni kufa, mtu alizaliwa siku moja na takufa siku moja, na we mwenye ko nanikania se utaniua, na we kesho utakufa na kizazi kyako kyote. Nakwambia mimi nasimama niko nasema, wala siwaogopi ninyi, hamuna haya mwe, ndugu yangu. Na juu ya kwamba umefika tamati ya kipindi hiki Ilikuwa tarehe kumi na saba mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita. Nikiweza tu kukupasha yale ambayo yaliyojiri, na sasa wao upate kufaidia yale ambayo yaliyojiri nikikupasha katika habari, na hivyo taarifa hiyo ya habari ikitoka mashariki mwake DRC kivu ya kusini. Ninakuomba kuungana nami tena katika vipindi vingine na hata pia kwa kuweza kabisa kujiunga kwa kubonyeza alama ya subscribe hata kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema na hivyo hata kabisa kuwagawia watu wengine ili nao wapate kufaidia kama jinsi unavyofaidia. Tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana chao.